Mama, mama, ni. Wewe unampa shilingi mia tano. Mimi hapa si nimeacha elfu kumi asubuhi, kwamba mke wangu, hii ndio ya matumizi ya leo kuanzia asubuhi mpaka mchana, nimeacha elfu kumi, alafu wewe mtoto anarudi shuleni unampa shilingi 500, a akanunue maandazi. Mimi natoka huku nakutana na mtoto ana, ana, ana, anazubaa mitaani, mtoto nini huku, anasema mama akanipa shilingi 500 ili nikatafute maandazi, kweli inawezekana? Lakini, mme wangu, sunajua tena watoto hawa. Mama, lakini, lakini unatambua unapofika hapa nilikuambia kwamba huyu okay. Mtoto ni mtoto wa mdogo wangu, ni mtoto wa mdogo wangu naye alishafariki, kwa hiyo huyu ndo alieniacha mtoto. Yeah, ni mlee mimi na bila mimi mtoto huyu hawezi kuishi. Sasa nilikuambia. Hapana. Sasa sikiliza, sasa sikiliza, chagua moja: urudishiwe hiyo mia tano uliyompa uliompa huyu mtoto ubaki nayo ili ukapike chakula, au urudishe shilingi elfu kumi nilokupa asubuhi. Nitajua mimi nitakufanya na anko, anko yangu tukale wapi, alafu wewe uondoke. Chagua moja kati ya hayo mawili. Nachukua mia tano. Hapana, sio magugu, uwezi kumtesa mtoto kama huyo. Na mimi bila huyu kulelewa vizuri, hapana, bora uondoke. Haya, nenda kapike. Hapana, bora uondoke, mrudishe mia tano, huyo aenda kapike, na hicho chakula kiive, hakikisha kimeiva.